Alasiri nyingine ya Jumapili ya tarehe saba mwezi huu wa 12, Mungu ametupa nafasi. Asubuhi tumekuwa tukihudumu au tukihudhuria ibada iliyofanyika katika usharika wa Nzovwe pale KKKT Dayosisi ya Konde. Sasa mchana huu leo alasiri hii, ndugu wangu, kama unavyoona wanakwaya pamoja na msafara baba askofu wako mahali hapa katika usharika wa kwa ajili ya jambo moja tu, uzinduzi gari jipya kwa ajili ya matumizi ya usharika huu wa Bethel. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya matendo makubwa ambayo anaendelea kuyatenda katika Dausi ya Konde. Tafadhali fuatana nasi katika ibada hii njema, ibada takatifu ya kuweka wakfu usafiri huu gari kwa ajili ya kazi ya Injili. Ezra Benanga niko mahali hapa kuhabarisha mambo yote ambayo yatatokea. Mungu akubariki sana, asante Yesu si ya kwetu si wenyewe wala tuna shaka. Bwana kitangulia, hakuna ambalo linashindikana. Basi ninawalika nyote kwa ajili ya ibada hii fupi, ibada nzuri, ibada muhimu kwa ajili ya kuombea na kubariki chombo chetu hiki cha usafiri, yaani kuweka wafu chombo cha usafiri ambacho ni kazi ya sadaka yenu na vipawa vyenu. Usharika wa sharika wa Bethel, Mungu awabariki sana. Natuyanze ibada yetu hii takatifu kwa jina wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen, amen. sana sana, hongereni sana, siyo kidogo Uungufu wa neema yako kwako Bwana, mwenye neema, tukitafuta neema yako, tupoke Bwana, tu wanyonge, tupoke Bwana. Tufanye wana wako tufanye wana wapya

Katika jina la Bwana, ananci malaika wa Bwana wanasema, kila kinachotakaswa kwa neno la Mungu na sala utakasika. Kwa hiyo tusikilize neno la Mungu ambalo lipo katika injili ya Luka mtakatifu sura ya 19 mstari ule wa 29 mpaka 30, ikawa alipokaribia Betfage. Bethania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungweni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana anamhitaji. Amen, amen na mwanapunda wetu wa leo ni T 679 EPL. Kisikia mtu hoja na uliza kwa nini, mwambie huyu bwana. <laughs> <laughs> Ndio mwanapunda wa leo 679 EPL, ndio jina lake. Hatujui punda wa zamani aliitwaje, lakini huyu jina lake ndio hili. Haleluya Amen. Nitumie nafasi pia ya kuwapongeza tena kwa ajili ya chombo hiki kizuri cha kisasa. Nimewatania wengine nasema chombo tofikiri cha ofisi ya Dawsi, yaani <gibu> kimekaa mahali sahihi <gibu> mi <mnishimisha> kanisa pia. <gibu> kabisa kabisa. sante kwa ajili ya watoto wako usharika wa Bethel kwa sadaka yao na jitihada na bidii iliyofanywa hata kupata chombo hiki kwa ajili ya kazi ya huduma ya kichungaji ndani ya usharika na kazi ya misioni na diakonia, ninaomba Mungu tunapoweka wafu chombo hiki kikafanyike kwa ajili ya utukufu wako. Kusudi la kununua na kupata chombo hiki kionekane siku zote, ili mahali pote linapofanya kazi lihubiri wewe, Yesu. Asante kwa ajili ya watoto wako hawa, asante kwa washirika, asante kwa wengine wote ambao, Mungu, wamehusika kwa ajili ya kupata chombo hiki. Tunaomba Mungu, ubariki sasa na kutakasa, ili sifa, heshima na utukufu vikurudie wewe, katika Yesu Kristo, amina. Neno la Mungu pia linasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, tena nikitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, hainifaidi kitu. Upendo uvumilia, ufadhili, upendo husudu, upendo utakabari, haujivuni, haukosi, aujivuni, kuwa na adabu, hautafuki mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli, uvumilia yote, uamini yote, yote utumaini yote Ustaili yote, upendo haupungui neno wakati wowote. Yakiwepo maarifa yatabadilika, kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini japo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabadilika pia. Paulo anasema inayodumu ni tuma, imani tumaini na upendo. Ninawasihi wana wa Mungu, chombo hiki kwa kuwa mmefanya bidii kubwa sana kupata tena kwa ushirikiano kwa umoja mkadumu hivyo hivyo, isiwe chombo cha kuwagawa tena, ikawa ni chombo cha kuzidisha kuunganisha pamoja. Na ndio maana neno upendo hapo limejirudia mara kwa mara. <coughs> Mungu awabariki. Asante mchungaji, asante halmashauri, asante Ukristo wote. Basi ninakata utepe ishara ya kuweka wakfu ah, Chombo hiki cha usafiri gari ambalo tumelinunua Usharika wa Betheli Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde jimbo la Mbeya mashariki kwa jina Baba na Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen, amen. <coughs>

Katibu tunashukuru asante, asante sana kuhu, kwa ajili ya kuona kwamba chombo kinaongezeka kwenye hazina yako, maana tunaitwa gari ya kiketi jasi ya konde Umeo, na uwa wa Bethel, ume kabisa. Mungu wabariki sana hongereni, basi tumpe Mungu heshima kwa mazito matatu.